Aprili 2 mwaka elfu mbili na ishirini na tano, mchezo kati ya Tabora United dhidi ya Yanga utapigwa pale katika dimba la Al Hasan mwenye Tabora. Safari hii Tabora wakiwa wenyeji wakiwakaribisha Yanga Sports Club. Maandalizi ya Yanga yameanza mapema kabisa. Mtu wa kwanza kabisa kuwasili, eh, kule mjini Tabora alikuwa ni Ali Kamwe. Huyu ni ofisa habari wa Yanga Sports Club, wakiweka maandalizi sawa, wakati Yanga wenyewe wakitarajiwa kuanza safari yao hapo kesho kuelekea huko Tabora, tayari kuvaana na eh, Tabora United ambao wenye, wanajiita nyuki. Akumbatiwi sasa bana Ali Kamwe mara baada ya kufika Tabora amezungumza na mashabiki wa Yanga Sports Club kubwa, akiwaambia kwamba hakuna namna yoyote ambayo mashabiki hao wanapaswa kufanya isipokuwa ni kuhakikisha Yanga wanapata ushindi, kwani katika msimu huu Yanga imepoteza pointi Dar es Salam, haijapoteza pointi nje ya Dar es Salam. Huyu hapa Ally Kamwe akizungumza na mashabiki wa Yanga Tabora. Daima mbele, nyuma wiko Maneno mengi ya shukrani ameshayazungumza mkurugenzi hapa ameshatoa asante, na ameshawaandaa kwa tukio la tarehe moja, wakati timu ikiwa inakuja hapa. Langu la kuongezea ni dogo sana. Msimu huu katika mikoa yote ambayo timu yetu imecheza, hakuna mkoa ambao yanga imeangusha pointi, uongo kweli kweli, yanga imefungwa Dar es Salaam peke yake, mikoani yanga sasa wanatabora, msikubali nyie kuwa kwenye rekodi mbaya ya kuwa mkoa wa kwanza timu yenu mkoani ikakosa point. Hiyo kazi si mnaiweza? Kazi hiyo si mnaiweza? Kutoka makao makuu na alimwadokeza wenzenu pale tuliposimama, huku tumekuja kufata zaidi ya ushindi. Sindiyo, bwana. Tabora tuna kesi nao na hiyo kesi tutazungumza sisi na wao tarehe mbili. Pale lazima tuwarudishe kwenye nafasi yao, na wajue kwamba Yanga ni klabu kubwa. Kazi yetu ni kukupa up to date pale ambapo zinajitokeza. Mimi ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Ungana nasi Facebook, Instagram pamoja na X kwa jina la Toka Zamani TV upate updates mbalimbali mbali. Asante na kwaheri kwa sasa.